tunakuamua ile miradi inakim, inakamilika. Wale wanataka tushindane kwa siasa wangoje, sisi tufanye kazi yetu, si ndio? Wakati wa siasa ukifika kushindana, tutashindana kwa kazi ambayo tumefaa, ili ile wale, wale ambao mnaona wakieneza siasa ya ukabila ya kugawanya watu, siasa ya chuki, safari hii awa mama mboga